Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, wapenzi watazamaji wa, wa Kalela Online TV. Leo upo na mtangazaji wako Jongo au Aba Itnaini, na tupo katika shule ya sekondari Masasi Day. Shule ya sekondari Masasi Day ni shule ya mchanganyiko, kuna wasichana na wavulana. Hapa tumekuja kufanya mahojiano na wanafunzi, lakini pia tuna swali swali letu la leo linasema hivi, ni kwa sababu gani tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yote atakayepatia hili swali tutampatia zawadi, na asiweza kujibu basi tutampa elimu ya swali hili. Na usisahau wadhamini uh, wetu ni Kinyope Fundi Simu. Hawa ni wataalamu wa kuuza simu za mtumba, simu mpya, lakini pia ni mafundi wa kutengeneza simu. Wanapatikanika Masasi Mtimwiba, Masasi maeneo ya Mtimwiba. Usisahau kusubscribe, kushare, kuliki pamoja na kucomment. Twende moja kwa moja tukaongea na tuka wanafunzi. Asalamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jina linaitwa? Adam Muhammad Saidi. Adam Muhammad Saidi. Huu ni mwezi mtukufu Ramadhani? Ndiyo. Umefunga? Ndiyo. Una uelezaje mwezi mtukufu Ramadhani mwaka huu na mwaka uliopita? Ramadhani mwaka huu, alhamdulillah, Ramadhani mwaka jana. Alhamdulillah kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ramadhani mwaka jana, watu wengi hawakujikita kwenye ibada, kufanya swala za sunna kwa mfano tarawehi. Ila Ramadhani mm, mwaka huu, alhamdulillah kumshukuru Mwenyezi Mungu, mm, watu wengi sahivi wamejikita kuswali kuingia kwenye sunna tarawehi. Watu wengi sasa hivi ukiangalia hata kwenda msikitini, watu wanajaa tarawehi, watu wanaingia na kutosha na kujaa. Na shule ni kwenu hapa, kuna wanafunzi wangapi ambao wamefunga? Ni kwamba shule mzima wanafunzi waliofunga, alhamdulillah wanafunzi wengi sana waliofunga, hata mm. yani katika wanafunzi sijui elfu mbili sijui elfu moja ukiachilia mbali wale wa Kristo na wale baadhi wenye matatizo, kwa mfano matatizo nani wale wasichana na nani, wenye maradhi ya kudumu mm. ukiachilia mbali inafika hata ukiangalia waliofunga hata kusema kwa mfano mia tisa au elfu moja Form 3 A shule gani? Masasi Day Secondary School. unaielezeaje Ramadhani ya mwaka jana au ya mwaka juzi na Ramadhani ya mwaka huu? Ramadhani mwaka jana mwaka juzi najieleza kwamba Ramadhani mwaka huu nimeona watu wengi wana, wanafanya ibada mm. na watu wengi wanafunga hasa hapa shuleni kwetu ukiangalia watu wengi wanaenda msikitini ukifika muda wa swala msikitini utakuta wanafunzi wengi wameenda kuswali mpaka tunachukua muda wa kipindi unafika tunakuja huko watu kule chini waangalipo watu wanaswali na madosho machache ila tunajitahidi ili tufanye ibada tuweze kufanikiwa kwa Allah tuweze kutupokelea kwa Ramadhani ya mwaka huu watu wengi sana wamefunga. Yes, wengi wamefunga. Naam, sasa hivi ndio. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kwa majina unaitwa? Muharram Muhammad Said Ndumu. From gapi? From Silisi. Eh. Yeah. Ramadhani ya mwaka huu na, na ramadhani ya mwaka jana ni tofauti kubwa, yeah. Kwanza ramadhani ya mwaka huu mashallah, alhamdulillah, tumeshukuru Mwenyezi Mungu, watu wengi imewapa vishawishi, vishawishi sana kufanya kwenye kufanya ibada kwenye kumsha Allah subhanahu wa ta'ala, na hata dini zingine ambao nani imewapendeza, kama juu jana, ile mkristo mmoja alinifuata na kusilimu na akasema, shehe, na mimi nataka nani hiyo tukilo hapa shuleni shuleni kwetu kwa jira anasema anataka kufunga ila haiwezi ikakamilika, ila nikaambia yako bila kunini Muislam. Islam. Mm. Sheikh, mimi hapa nimeridhia niko radhi kabisa yeah, kusilimu akasilimu. Mashallah, Ramadhani ya mwaka huu ina shamla kubwa sana Waislam yeah. Kwa mwaka huu tunajaza msikiti hadi tuna wengine wanapisha wanasubiria wengine shuleni kwetu. Naam, sasa ustazi, mimi na swali swali ambalo nilokuwa nalo nikiuliza majibu nikipata ukinipatia niki, majibu na kupa zawadi ambayo nimeshika mkono kwangu e, swali linasema kwa sababu gani tunafunga? Kwa sababu gani tunafunga? Ukiangalia ndani ya Quran Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladhina min kabrikum la ladhina minqabrikum la alakum tatakuni, enyi mlioamini mmefaradhisha juu yenu kufunga Ramadhani kama, kama waliofunga kabla yenu na, tumefaradhisha kufunga kwa sababu nini? Tupate kumnani kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunafunga kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika faradhi za za ibada, tunakamilisha nguzo ya Uislamu ya nne. mm. yeah. Kwa hiyo kwamba mtu uwezi ukamcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana pasi na kufunga, ni yani kwamba manake mwezi wa Shabani mwezi wa Shawari, miezi ambayo iliyopita mtu wawezi ukamcha Mwenyezi Mungu mpaka ufunge unaweza kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Naomba unijibu swali langu kwa fasaha, kwamba kwa sababu gani sasa tunafunga? Kwa sababu gani tunafunga? kwa sababu, tuna kwa sababu Mwenyezi Mungu amtuamrisha tufun amtuamrisha tufunge, tufunge kwa asiyekuwa na dharura yoyote, kama ni mzima wa afya ametuamrisha tufunge, na katika kufunga tunakamilisha nguzo ya Uislamu ya nne, ibada kabisa vizuri. Eh, kwa mimi jibu langu ninavyoona hmm. Mwenyezi Mungu, hii nguzo ya nne katika nguzo zetu za Uislamu hmm. Tunafunga kwa sababu ili mja aepukane na mambo machafu hmm. na maovu kwa sababu mwezi wa Ramadhani mtu awezi akafanya mambo maovu hmm. Na, kwa enzi za mtume ilikuwa mtu mwezi wa Ramadhani anahukumiwa, akifanya jambo ovu anahukumiwa hapo hapo, hamna mswalie sasa hivi baada ya Mtume Muhammad kutuombea, sallallahu alaihi wasallam ametuombea, kwa anayefanya ovu anaandikwa dhambi, ila mwanzo alikuwa anahukumiwa hapo hapo na lengo la kufunga ni kumwandaa mja awe mcha Mungu na aepukane na mambo machafu na maovu, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, mtu hawezi kufanya mambo maovu. Hata kama mtu wa dini nyingine anauogopa huu mwezi kufanya mambo maovu, anajua huu mwezi ni wa Ramadhani. Na asante sana, sogea hivyo sasa kidogo. Sasa ni swali, umeelewa vizuri? Umeelewa? E, unaweza kutusaidia majibu, yani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni nguzo ya nne. Mm, ukiangalia katika Qurani kwamba Mwenyezi Mungu alivyosema, lakumtatakuni ili mpate mje kuwa wachamungu. Mm, kwa hiyo muislamu akiangalia kwa mfano, huko nyuma alitenda mambo maovu mabaya, ikifika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anajikuta moyo wake unakuwa msafi. Hata ukiangalia kipindi cha Ramadhani hata wafanya biashara wanapunguza nini? nani? Ramadhani kama Mtume alivyosema, ikiingia Ramadhani shetani anafungwa na milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto yote inafungwa. Kwa hiyo mja jambo hili akilipata anakuwa na hamsha hamsha kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha mambo maovu kurudiana na mema. Waalaikum salaam. E, unaitwa nani? Naitwa Bashiru Azizi. From gapi? From siri? shule gani? <coughs> Nasoma yeah. Ah yeah. wa wa wa mm. Kidatu cha tatu A. Eh, kuna tofauti gani, hii ni Ramadhani. Uh, kuna tofauti gani kati ya Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani ya mwaka jana? Ramadhani ya mwaka huu kwa mimi kwa mtazamo wangu ninavyoona yani mm. E, mwaka huu watu wengi wamejitahidi sana kufunga hususani hapa yeah. shuleni kwetu mm. E, watu wengi wamefunga mm. Kwa hiyo nashukuru alhamdulillah, inafanya vizuri kwa kuna mabadiliko makubwa sana kati ya mwaka jana e, na mwaka huu, yapo kabisa. sazibana Bashiru Mbana Bashiru, uone zungumziaje ya Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani ya mwaka jana? Ramadhani ya mwaka huu yani ah, namshukuru Mwenyezi Mungu, Ramadhani ya mwaka watu wengi wamefunga, hmm. na yaani tunaomba Mungu iendelee hata Ramadhani ya mwakani. Hiyo ni hapa shuleni kwenu au hata mtaani? Hii hadi mtaani, hadi mtaani yeah. wengi sana wamefunga na yeah. Uh, saba na bashiru eh, mimi naomba nianze na wewe na swali swali ambalo naenda kuuliza, ukifanikiwa kujibu nakupa zawadi hii ambayo nimeshika hapa wa mkononi. Wapenzi watazamaji wa Kalela wanakuona pale. Swali linasema hivi, kwa sababu gani tunafunga? Kwa sababu ili mja hmm. afanye ibada yani amche Mwenyezi Mungu afanye ibada ili afanye ibada ya yeah, kwamba kama tutakuwa tujafunga mwezi wa nyuma, kabla Ramadhani, maana mwezi Shabani watu wakafanya ibada, wanafanya ila huu mwezi, ili wakadhani kumcha Mwenyezi Mungu, yani kuwakumbusha zaidi watu wamwabudu Mwenyezi Mungu yeah. Sasa tu swali umeelewa vizuri? Ndio, nimeelewa. Unaweza hey, kutusaidia majibu. Mtu anafunga kwa sababu mm. ili aweze kuwa mcha Mungu mm. kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Sasa ni muda huu wa Ramadhani, tunaona watu wengi wameacha na tabia zisizo za nini, kutokumwasi Allah mm. wanafuata sheria za Mwenyezi Mungu katika mfungo huu wa Ramadhani ambapo mm. ndio inasaidia watu kuwa wacha Mungu wema kuna kipengele kidogo, kama ujekeka vizuri, na kidogo nieke vizuri. Swali nimekuuliza mtoa maelezo kidogo, mtoa maelezo, mtoa statement. Nataka staki maelezo, nataka uniambie in short, kwa sababu gani tunafunga? Ili mja kuwa mcha Mungu na kumwepusha na mambo maovu, ili mtu awe mcha Mungu na kumwepusha na mambo maovu na kumwepusha mambo maovu kwa kisha kuwa mcha Mungu manake unakuwa unaepukana na mambo maovu. Eh, ndiyo. Assalamu aleikum. Waalaikum salaam. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ndoto Hamisi Mohamed. From ngapi? From one. Naam, assalamu aleikum. Waalaikum salaam. Kwa majina? Ndoto Ali Shaibu Omali. From ngapi? From sita. Assalamu aleikum. Waalaikum salaam. Eh, kwa majina naitwa Ndoto Yusufu Hamisi. From ngapi? From sita. Naam, mashekhe, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndiyo. Uh, mnaizungumziaje Ramadhani iliyopita na Ramadhani ya mwaka huu? na mimi nafsi yangu Ramadhani ya mwaka huu, yani watu wengi wamehamasika kufunga. mm. Eh, na, na, masuala ya ibada watu wengi wamehamasika. Kama unitarewe ukienda msikitini tunakuta wamejaa hapo, wengi safu zinajaa, yeah. hivyo yani. Um, sasa unaelezaje Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani iliyopita? Ramadhani ya mwaka huu imekuwa watu wengi sana hawajihusishi katika kumcha Allah subhanahu wa taala. mm. na hawajihusishi katika mambo yao mengine Uh, ukiangalia asilimia kubwa ya watu katika imani hawafungi mm. hata ndugu zetu Waislamu wengine hawafungi wanajisikia mm. katika vitu vingine ambavyo si ya dini ya Kiislamu. Hapo wewe utakuwa upo tofauti na ustazi hapo. Ustazi katuambia Ramadhani mwaka huu, mashallah, watu wengi sana wanafunga na wanaenda msikitini na wanaswali sunna tarawehi. Wewe hili unalizungumziaje? Afadhali watu wengi sana mwaka huu hawafungi uh, kwa sababu tarawehi hizo, kuna watu wengine ndio hawafungi, lakini kwenye tarawehi mm. wanaenda yaani kama kutia wingi mm, wanaenda na kuliko tofauti na mwaka jana. Na uchunguzi gani ambao umeufanya ukasema kwamba Ramadhani ya mwaka huu watu wengi sana hawajafunga? Ah, binafsi yangu mimi mm, kama tukiwepo darasani mm, kabisa kuna waislamu mm, wengine hawafungi mm, na wana nzuri yote eh, na wana nzuri yote darasani kwako, ambao darasani kwetu na darasa darasa na nje ya jamii na, yani wapo watu waislamu lakini pia hawajafunga, yes. Aha nawasazi na yeye na, unaielezeaje Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani iliopita? Soma mwaka huu unaelezea kwa kusema watu wengi sana wamejikita sana katika kufanya mambo mema, kuna watu wanafutulisha na watu wamejikita sana kwenye, kwenye kufunga somo, watu wako wengi, wanaonekana msikitini kwenye tarawih wanakuja wengi, population inaonekana kubwa sana msikitini. Watu wanaswali tofautiana, watu wengine wa dharura lula wale anafanyaji anaruhusi kama wagonjwa. Kuna wengine wagonjwa ndio wafunge wengine, kwa kwa maana mtu anakula, lakini wewe ni mgonjwa inawezekana mm, eh, kwa mtu kwamba yani akawa ana mgonjwa tumbo afungi, lakini tarawih na misikitini eh, kweli wanakuwepo Waislamu wengi. Waislamu wanakuwepo wengi. Asa, Asante sana lakini kwamba mimi nina swali hapa swali ambalo ninawauliza kwamba mtu akifanikiwa kujibu nampatia hii zawadi ambayo nimeshika hapa mkononi swali linasema kwa sababu gani tunafunga au kwa nini tunafunga kaluyelimu ni nilikuwa nayo kwa wa yaf, wa lengo kuu la funga ni kumfanya mja awe kuwa mcha Mungu kumfanya mja awe mcha Mungu. naam ndio bado tunafunga ndio bado tunafunga kwa sasa swali mlielewa vizuri swali linasema kwa nini tunafunga au kwa sababu gani tunafunga aa kwa ninavyoelewa mimi nafsi yangu mtu anafunga ili yani ayo karibu na Mungu yani, ayo... Ayo karibu na Mungu. Na ndio maana tunafunga yeah. Asante sana. Na mzazi, unaweza kutuambia kwa sababu gani tunafunga? Ukifanikia kujibu swali na kupatia zawadi ambayo nimeshika mkononi, kwa sababu gani tunafunga au kwa nini tunafunga? Kwa sababu ili mm. tuweze kuwa cha Mungu na kumcha Allah subhanahu wa taala mm. na kuachana na vitendo vyote vile vichafu vinavyomwasi mm. Allah subhanahu wa taala mm. Mm. Yes. Yes. Kwa majina anaitwa Abdul Abdul Somadu Shebu Na Mpodi. Abdul Somadu. Yes. Form gapi? Form 3. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwa majina anaitwa Ida Shidi Bakari. Nani? Muhammad Abdi Ali. Muhammad Abdi Ali. Eh. Ah, Bwana Muhammad Abdi ibn Ali kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndiyo. Eh, umefunga? Ndiyo. Leo Ramadhani ya ngapi? Ya tano. Eh? Ya tano. Ya tano? Wengine ya nne? Eh. Eh, tumetofautiana kidogo wa Islamu. Ah, Sheikh, unaielezeaje Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani ile iliyopita mbaya mwaka jana au mwaka juzi? Kwamba Ramadhani ya mwaka huu kuna kitu gani kimekosekana, au Ramadhani ya mwaka jana kuna kitu gani kimepatikana kwamba Ramadhani ya mwaka huu vitu hivyo hakuna. Ramadha... tofauti kati ya Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani ambayo iliyopita ya mwaka jana mwaka juzi. So, ya zamani sana ile alianza mtume ilikuwa Ramadhani. Ndio. Eh, ulifunga? Ndio. Sasa kuna tofauti gani kwako wewe na kwa vijana wenzako Ramadhani ya mwaka jana na Ramadhani ya mwaka huu? Ramadhani ya mwaka jana kwa kweli hawakufunga wengi. Yaani tulifunga wachaji sana hapa yeah. Shuleni kwenu. mm. na isitoshe yaani niseme Mm. Ah. Unachemka, sasa asalamu alaykum? Wa alaykum salaam. Umesema na tunani vile? Hidaya. Bi Hidaya, unaweza kuambia penzi wa watazamaji wa Kalela Online TV, kuna tofauti gani kati ya Ramadhani iliyopita ambayo mwaka jana mwaka juzi na Ramadhani mwaka huu? Ramadhani ya mwaka jana mwaka juzi. Mm. Kwanza kwa hapa shuleni. Mm. Kwa kwa wanafunzi wenzetu walikooa walikuwa wengi hawajafunga, hawajafunga funga sana yani sio kama Ramadhani mwaka wote, wengi aza wanafunga, wanaenda msikitini na wanajistiri. Oh, Ramadhani ya mwaka jana, kwa kweli, unasema na mwaka huu, ya mwaka huu imepanda sana kwa sababu watu wengi sana hapa shuleni kwenu wamefunga eh, na wana swali na tala, tala eh, wanaenda tarawei wanaenda na wasazi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sema tu nani kile, Abdusamadu. Bwana Abdusamadu eh, Unaelezaje Ramadhani ya mwaka jana na Ramadhani ya mwaka huu? Ah, Ramadhani ya mwaka jana ilikuwa ni mzuri sana kuliko hata mwaka huu. Eh, uzuri wa mwaka jana na Ramadhani nini? Mwaka jana watu wengi walikuwa wako vizuri sana kwenye kutenda matendo mema hmm. Walikuwa na swali sana wengi walikuwa nafunga hmm. Lakini mwaka huu as, kidogo asilimia imepungua. Hiyo as, hapa shuleni kwenu au hata nje hapa? Hata nje hapa. Unasoma form ngapi? Nasoma form 3. Kwa form three yetu sisi tuko kama mia tatu arobaini hivi, darasa like, zima, darasa zima. Eh, tuko kama sitini na tatu ambao walofunga, hatujafunga ambao hajafunga, yaani jumla hiyo tuko sitini na tatu ambao hajafunga, wapo kama thelathini na kitu hivi ambao walofunga

Lengo la kufunga kumwepusha mja na matendo maovu na kumfanya, kumfanya awe mwema na, na kumrudia Allah wake, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sasa tisali, umeelewa? Ndio. Eh, kwa sababu gani tunafunga? Tunafunga kwa sababu hmm. Kwanza tunafunga ili kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na kujipunguzia dhambi zetu zilizozifanya Kwo, tunafunga kwa sababu kuwa karibu na Allah subhanahu wa subhana, lakini pia na dhambi ambazo tuzokuponazo, ndio maana e, tunafunga osazi pale. Umelelewa swali? Apana. Yeah. Swali. Yeah. Swali, nasema hivi kwa sababu gani tunafunga? Kwa sababu <coughs> tuwa, tunani, tunafunga nafunga, kwa sababu kama kipindi cha nyuma tulifanya madhambi mm, kwa kipindi hiki inatakiwa Kutubia kwake Shekhe hapa anasema tunafunga kwa sababu kama siku za nyuma tumefanya madhambi, sasa hivi natakia turudi kwa Mwenyezi Mungu subhana wa subhana, na ndio maana tunafunga. Ahaa, majina, naitwa Abdurrahman Safi Mohamed na wazazi, huu ni mwezi mtukufu Ramadhani ndio. E, unaielezeaje Ramadhani ya mwaka huu na Ramadhani iliyopita? Ramadhani ya mwaka huu ina imeendelea kuliko Ramadhani ya mwaka jana, kwa sababu wazazi na mashekhe huko misikitini wamewaelimisha watoto wao kuhusu mwezi na wakajibidisha katika kufunga kwa ramadhani ya mwaka huu, manake kuna wanafunzi wengi sana wamefunga. Ndio manake wamelimishwa na wazazi, lakini pia wamelimishwa na maustazi. Asante sana. Sasa ati na wewe unaelezaje ramadhani ya mwaka huu na ramadhani ya mwaka jana? Ramadhani ya mwaka huu, sema ukweli, watu wengi wamefunga na wanaendelea kufunga mpaka mwezi utakapoisha. nasai nawe ni kwa mwaka huu a kwa mwaka jana sababu kwa mwaka jana Sogea kwa huko sababu kwa mwaka jana hmm. hmm. watu wengi walikuwa wana elimu hmm. kwa hiyo maustadhi ma wametumia nguvu kubwa katika madrasa kwa waelekeza hmm. vitu fulani hivi makao kidogo amejitahidi tumefunga hmm. sana kuanzia mtaani hmm. mpaka shuleni hata hmm. kuna wazazi na walimu baadhi walikuwa wanaelimisha ndio hiyo e, sasa na swali swali ninaenda kuuliza atakeefanikiwa kujibu ili swali vizuri nampatia hii zawadi ambayo nimeshika mkononi. So, swali nasema kwa sababu gani tunafunga au kwa nini tunafunga? Yaani kwa sababu gani? Yaani kwa sababu hmm. lengo la funga wanza, lengo, lengo la funga ni kumwandaa mja kuwa mcha Mungu hmm. kwa sababu mwanadamu anapofunga anakuwa ni naa, anakuwa, anajenga kiimani hmm. kwa niwa, kama labda mambo machafu machafu anakuwa anajiepusha nayo, hmm. kama labda mambo labda dhina anajiepusha nayo labda wizi hmm labda ujasusi ujasusi hapa anakuwa anayaacha mm. Na asilimia kubwa ya Kiswahili mashehe wamenikazania sana mm. kakunashikasen a uh, kwa sasa, ati umesema ndo nani? Nindo Saadia Swale ya dinani. Uh, wewe uliniambia tunafungwa kwa sababu ya kumwandaa mja kuwa mcha Mungu na kumwepusha na mambo machafu. Uh, kwa hiyo tunafungwa kwa sababu kumwandaa mja kuwa mcha Mungu na kumwepusha na matendo yaliokuwa machafu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu pia wanafunga na wanafanya matendo machafu. Wapo watu tunaona mtaani, hawa nao tunawazungumzia. Hao inabidi yani kiufupi tu ao, yani kuna nahisi wanakuwa gani kama yani, hawana elimu jua kuhusu nini funga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana wanakopo hawafanyi kama ibada ya kuswali. Akiwa amefunga natakiwa aswali afanye na ibada zingine. Sasa wengine wanakuwa tu wanafunga, ila kama swala hawaswali, ndio hapo tunasema ha, hajaweza kufikia sunani lake la kufunga. Na asante sana kwa kushiriki.